Online TV. Naitwa Moshi Jonathan Kabengwe. Ni mkurugenzi wa usimamizi wa rasilimali watu na utawala kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, na inafanya jambo hili kwa niaba ya kamishina mkuu kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania Ndugu Yusuf Juma Mwenda. Hivyo, baada ya hayo maneno machache ya utangulizi, sasa nitoe taarifa ambayo ndio imetufanya tuwe hapa. Nitakumbuka kwamba e, mamlaka ya mapato Tanzania ilitangaza nafasi za kazi elfu moja mia tano na tisini na sita katika fani mbalimbali mbali, ambapo tangazo lilitolewa tarehe sita mwezi Februari ambayo ilikuwa linatoa kipindi cha siku kumi na nne cha waombaji kuomba kazi zilizokuwa zimetangazwa, na hivyo lilikuwa deadline au mwisho wa kuomba wale waombaji ilikuwa ni tarehe kumi na tisa Februari elfu mbili na ishirini na tano E, ambapo katika mchakato huo tulipofunga zoezi hilo tarehe 19 Februari 2025 saa sita usiku tulikuwa tumepokea mao jumla ya maombi ya kazi laki moja thelathini na tano elfu na ishirini na saba. Haya ndio ambayo maombi, jumla ya maombi ambayo yalikuwa yamepokelewa mpaka tunafunga saa sita usiku ya tarehe hiyo niliyoitaja sasa. Baada ya mchakato huo wa kuomba kumalizika, mamlaka ya mapato Tanzania TRA imepitia kwa umakini mkubwa maombi ya waombaji wote yaliyopokelewa na kupata jumla ya waombakazi kazi laki moja elfu mia tisa hamsini na mbili ambao walikidhi vigezo vilivyokuwa vimewekwa na hivyo kustahili kuitwa kwenye usaili wa mchujo wa kuandika, kwa maana ya written interview, ambapo usaili huu unatarajiwa kufanyika kuanzia tarehe ishirini na tisa mwezi huu wa Machi hadi 30 mwezi huu wa Machi 2025. Na, na majina ya waliofanikiwa kwenye kwenda ku, ku, ku, ku, kwenye hatua ya ya, ya, ya, ya usaili wa mchujo kama nilivyosema, yatatangazwa kwenye tovuti ya mamlaka ambayo ni www tra go tz na yatatangazwa kesho tarehe ishirini na mbili mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano. Haya majina kesho yatatangazwa, na pia taarifa itatumwa moja kwa moja kwa kila mwombaji kupitia barua yake pepe aliyokuwa ameitumia wakati anaomba kazi. Kwa hiyo mbali ya kutangaza kwenye website, lakini itaenda kwa individual applicants, kila moja atapata kupitia barua yake pepe aliyokuwa ameitumia wakati anaomba kazi, na hiyo vile vile itakuwa inaonyesha tarehe, mahali na muda wa usaili kwa kila mmoja, mwambia wewe fulani utafanya usaili maybe, kwa mfano ni Dar es Salaam e, kituo cha Julius Nyerere ukumbi B siku fulani, muda fulani. Kwa hiyo hiyo itawafikia e, waombaji wote ambao watakuwa e, wamefanikiwa kama ndivyo wataja idadi yao lakini pia usaili wa mchujo wa kuandika utafanyika huo sasa ambao utafanyika kama nilivyosema, tarehe 29 na 30 Machi 2025 utafanyika katika vituo tisa ambavyo viko kwenye, kwenye mikoa tisa kama ifuatavyo. Kituo cha kwanza kitakuwa Dar es Salaam, ambacho kituo hiki kitahusisha waombaji kutoa kutoka Dar es Salaam na Pwani. Kwa hiyo kama nilivyosema, mwombaji atakapopata ile taarifa itakuwa imemwambia Dar es Salaam anafanyia kituo kipi, chumba kipi na saa ngapi. Kwa upande wa Zanzibar, kutakuwa na kituo cha pili ambacho kitahusisha waombaji kutoka Unguja na Pemba. Kituo cha tatu kitakuwa ni Arusha ambacho kitahusisha waombaji kutoka Arusha, mkoa wa Arusha mkoa wa Manyara, Kilimanjaro na Tanga. Kituo cha nne kitakuwa ni Dodoma ambacho kitahusisha waombaji kutoka Morogoro, Dodoma yenyewe, Singida, Iringa na Tabora. Na kama nilivyosema, hiyo tangazo inapomwendea ule mhusika, yote hayo litakuwa lime lime, lime, lime, lime address Kituo cha tano kitakuwa ni Mtwara ambacho kitahusisha waombaji kutoka mkoa wa Mtwara, mkoa wa Lindi na mkoa wa Ruvuma. Kituo cha sita kitakuwa ni Mbeya ambacho kitahusisha waombaji kutoka mkoa wa Mbeya wenyewe, mkoa wa Songwe na mkoa wa Rukwa. Kituo cha saba kitahusisha kitakuwa ni Mwanza ambacho kitahusisha waombaji kutoka mkoa wa mwanza wenyewe, mkoa wa Shinyanga, mkoa wa mara na mkoa wa Simiyu. Na kituo cha nane kitakuwa kitakuwa ni Kagera ambacho kitahusisha waombaji kutoka mkoa wa kagera na Geita. Na kituo cha mwisho cha tisa itakuwa ni Kigoma ambacho kitahusisha waombaji kutoka Kigoma na Katavi. Hivyo ndivyo vituo ambavyo e, usaili wa mchujo wa kuandika au written interview e, utakakofanyika, na kama nilivyokwisha tangulia sema, kusema kila e, muombaji aliyefanikiwa ataambiwa kwenye huo ujumbe kwamba wewe ni mkoa fulani kituo fulani, muda fulani, saa ngapi. E, vile vile utaratibu maalum umeandaliwa kwa waombaji wenye mahitaji maalum ambao wamefanikiwa kuitwa kwenye zoezi hili la usaili wa mchujo wa kuandika ili kuwawekea mazingira yasiyokuwa na usumbufu wakati wakifanya usaili wao. Kwa hiyo tandaa utaratibu maalum wa kuhakikisha kwamba hawa wenzetu wenye mahitaji maalum wanafanya e, usaili wao bila usumbufu. Mchakato huu wa ajira enda kutoa taarifa kwamba mchakato huu wa ajira utaendeshwa na mshauri mtaalamu kwa maana ya consultant na mamlaka itasimamia kwa karibu ili kuhakikisha kwamba haki inatendeka kwa waombaji wote. Aidha tutatoa wito, tunatoa wito kwa waombaji kazi wote kujiandaa vyema katika hatua zote za usaili ili kufanya vizuri katika mitihani yao hatimaye kuajiriwa mamlaka ya mapato Tanzania. e... Aidha, waombaji watakao faulu kwenye hatua hii sasa ya mchujo wa kuandika wataitwa kwenye usaili wa mahojiano kwa maana ya oral interview, kwa tarehe, siku na mahali watakapotaarifiwa hapo baadaye, wakati ukifika. Make your day tv kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Gilly Bonny online tv.